Aha, mambo uswahili ni jamaa. Eh, karibu. Eh, naambi. Eh, waja. Ah, ninakuja mwanzako. Jamani. Karibu, karibu. <laughs> Karibu keti kwenye tako hapa yako. Na Kiswahili chake huyu. Nikugawie kidogo. Baba, baba. Nguo ya ya jela hayo. Jela wapi hino? <laughs> Yaka kunguru lakini sio kunguru. Lazimati kweli. Mkeo nayo anijali kweli kweli, mazagazaga atakanipiga vitumbua. Sasa, hebu ngonjo njo kwanza. Ararue nini? Hiyo ni tabia gani unafanya? Hebu leta hizi zani kwanza. Si nini imeisha? Sinampatia, ndio nakwambia. Sije kaleta zogo hapa. Jamani. Wewe kula kwenye supu. Kula kwenye supu. Kwani ule ule kuja kukula hapa? Ama umekuja kuwa na jirani? Surwa. Hiyo ni tabia gani unaninyang'anya mtakula kwa mkono yangu unampatia? Imeisha yote. Tuende, si mtafutie kitu huko nje eleta kuja hapa na nguo ya jela, yuko mfungwa wewe. Hii supu ilikuwa ya yani, supu ni healthy. Rarua. Huyo? Alafu abaki na venye venye. Hata kuleta mdomo hapa. Hiyo ni tabia gani tabia gani unatoa chakula kwa mkono ya? Yeah. unatoa mzani kwa bwana yako. Unapatia mtu Usijekaleta hiyo kukakasirisha watu kwa nyumba zake. Sijekaleta dini kwa madondo ya wenyewe, unapatia u. Hiyo ni heshima gani hata yeah? wageni wangekuja hapa si, alisema, alisema amekwambia nasikia nja. Alisema wapi? Mwanangu si ameingia hapa aeba. Hata kama una mbarao aje wewe, nini kakuleta hapa? Swali neti kukula Kaleta kukula ama kuzalimia mwenzio. Wenda huko , bwana. Sio hivyo, wanakuambia kula na mwenzako. Wewe sio mtoto. Usije ukaa kwa minyo. Hii kitu itashika minyo kweli kweli. Sina minyo hiyo, sina minyo hiyo. Una kama mahali na wewe hata mba... huwezi hata huwezi kata. Sio kwamba wewe mpaka zubu huwezi kata unachokua. Ati mwana vinona, alafu mimi wenda huko. Wenda kanana. Wenda kanona kwa pesa yako. Usija kanana da, na pesa na ya Nairobi mutu, ndo maana Nairobi mwanangu tabaki tukikonda no, no, wala vizuri vizuri watu pa mazenini mashende hiyo yeah. Ndio kitu unafanya hapa napata kitu imeisha, kitu imeisha We, kazi yako ni kupikia mwanangu. Sasa mtu akiingia na amepata chakula si unamgawia ya. Sasa kwanza tunavaa. Mimi sikulelewa hivyo. Ulilelewa aje? Mimi nililelewa ya kukupatia unagawia. Mimi ni Nairobi bwana. Kula na mwanzako. Unadhani huyu mwenzangu akienda hata apata na yeah. na na, ta, na, ta, rudi na mchele unadhani anaweza tu nini na mchele ya biriani. Usije kaniletea hiyo. Unapika wali kila siku, tena na vitu ya pilipili kabisa

Zingo Choto yako uko na zingo upande. Mtoto hata unaona anaweza anguka chini. Hakuna mtoto hapa. Hakuna mtoto hapa. Ana nini? Ana nguvu kabisa. Ni kama hata hajakula. Huyu anafanya nayo nini na ana bibi? Na hata Yesu. Si nguvu mtu anatafuta nguvu za kiume kama uko na bibi. Uko na bibi? Oh, tuende kibarua. Hivi. Kama ni mchezo na ucheza kweli kweli. Na kuna mchezo huu haucheza. Wewe unataka kucheza na bibi hii? Unataka kucheza na bibi hii? Nikapiga zile ngoma pale ndani mwenyewe, mlikuwa mnapiga kelele hapa, mara wao na mpiga kelele. Vitu na visukuma kweli si nione hivi. Usije kaniletea hiyo virugu yako. Ni sio mdogo. Sasa <laughs> so, hizi vichapati peke yake vya kupelekesha mbio. Mbona huko waja? Mbona huko waja? Oh. Kila kile kwa wenyewe ndendende kile zakwa wenyewe ndendende same hata gazeti usije, kama una kazi enda hata jakaranda huko. Huko. Huko. Huko. Huko. Huko. Huko give it, receive it. Ukimpea leo pia kesho mtu atakupea. Nani umempatia mara ngapi? uzaipewa na nani? Wewe unafuata Biblia kwa mfuko ya wengine. Badala uangalie mifuko ya bwana wako unaleta vitu za Bibilia hapo. Ha, lakini si unaona ana. Which hand that given? Huyu mtoto hana nguvu. Hiyo hand ina give ile leta ama umekaa hapo. Au oh, sija kaa hapo hivi. Siku utakuja anguka hapo mimi ndo nitakubeba mimi. Ukitoka kwa mjongo wako. Utangoja anguja. Mimi ni nguvu anguke hapo chini. Hey. Wewe ndio utafeli. No, wewe unaenda kuanguka ndio. Wewe unajua wa watu wana kuanguka na wewe ndio sahihi, upepo itakuangusha hapo hivi. <laughs> ah. <hapo laughs> yeah, uone ndio. Vitina. Nyuma ya nani imeisha, yao umuone, sio? Natajataja kunyuma yangu kwanza, haija kukosea, unapata dhambi. wena mme nkundo mwefanana nyinyi. We Nairobi itakulemea upelekwe jela, umesarianza kuriasi na tishati za majela. Utafungwa, utapelekwa jela. Nashanga, hey, mwanaume nyuma imeisha, ni mwanaume kweli ama huyu si mtu? Mimi nakuja hapa kwenu nyinyi, mwanzo kuniingilia, au sio? Zama mabibi za watu nyuma yako, kwa nini unaonesha nini na msiu discuss kabisa? Kupenda kwangu na nyinyi mlivofura huko nyuma, mwanishindia nini mwateshatmba

Kaniletea zogo mwanangu. Fanya mfanyo kabla mfanyo haijakufanyikia. Mwachajipanga hata nikijakata. Amka uende kwako mwanangu. Wende waleta zogo. Kuna tuone kama utaenda chooni. Kuna vyaisha sasa hivi. Wewe ulienda chooni ya mwisho lini? Aa. Ukona kitu ya kutoa kwa tumbo. Tumbo yako yabaki bure. Waleta <laughs> <laughs> kelele hapa. Tosha. Usije ukaniaibisha kwa majirani. Una kuna ya kutoa kwa choo. Mimi kwa tafadhali iwaenda kwa choo. Tafadhali wewe sije kuniletea hapa. Yaani, huyu mwanangu hawezi kuja ku mtoto. Mimi mtu mzima tayari. Unajua unajuamima iwapata mzima iwajaje mzima, wajuaje ni mzima? Kwa sababu mpata kitoto hapo, bibi yako yuko ujauzito, ndio ndo utaambia watu sana abi yangu mi wafanya bomu, hata pengine umefanyiwa shughuli mwanangu, sije kaniambia madharao, usije si kanionyesha madharao. <laughs> sivyo sivyo sivyo mwanangu? <laughs> uh -huh. Nilete una mdomo. Unajua mgonjwa huyu. Wewe sasa kila saa mwanangu, labda amekuja kutusalimia wewe, wa amekua. Lazima mtu akingia kwa nyuma yako mpatie chakula na kuomba nilikuwa naangalia nayo hizo chapati zako. Sina pokaku wae, sina pokaku. Eh, hakuna samkapu hiyo hiyo macho. Nashindwa yawa ndo nikasema tupatie ni chakula sio we mbaya. Wewe unatoa chakula kwa mkono yangu unamgawia. Ndio imebaki na. Tumpe hiyo maji ya konywe. Ndikuwa nadhani umeshiba, hey, yawa. Eh. Na unararua yote. Na hiyo kila za kuangalia nyuma yake, kuangalia nyuma yake. Ana hiyo nyuma ya kuangalia. Sasa si mtu anawadanganya ati wanaume wako na nyuma ndogo ni wazuri. Oh. Bana, sijui hizo mambo za dunia. Niweke maji, niweke maji, naweka ya watu maji, unaomba mara ngapi? Eh, hey. Hey, mwanangu hiyo <coughs> <laughs> mwili tangu inone na mpesa yetu si tutachukua hata. Nona, naweza nona kweli? Nataki kuambiwa, nataki kuambiwa. Nataki kuambiwa kabisa. Ukimwambia nyuma ile imeisha anakasirika. Mwanangu anataka kusema. Sasa nileta kikombe. Eh, so, imenitosha. <laughs> <laughs>